Katika Kumbukumbu la Torati tunasoma na kuona habari za Mungu akihakikisha juu ya safari ya Israeli, akimwambia kwamba usiogope, maana walioko mbele yako, ikiwa ni magonjwa, ikiwa ni kansa, ni sukari, ni presha, ni vitisho, ni hatari, ni maadui, ni mitego ambayo maadui wameweka kwa kusudi la kukwamisha, Biblia inasema Bwana ataondoa mbele yako. Kama kuna mashimo ambayo maadui wamechimba makusudi ili wakuzamishe wewe Watazama wao, wewe utasonga mbele. Wale wasiotaka kusikia nyumbani kwenu kicheko, aloo watalia wao, maana Kristo atahakikisha kwamba hata lala, ili wewe ubaki kuwa salama. Mtegemee usiku na mchana, muombe mwite, maana amesema katika Yeremia, niite nami nitaitika na, na atakutendea mambo makubwa na magumu usioyajua. Usikate tamaa, ni marufuku kukata tamaa.